Na Yesu akati amezaliwa, na akaanza kuhubiri habari ya toba na habari ya msamaha, watu wengi walimzonga na maandiko. Akakimbia Kristo akanena yale ambayo Mungu ameaweka ndani ya kinywa chake. Kipindi anahubiri anasema, haya ndio maneno ambayo ninanena na ndio maneno ambayo Baba ameniagiza kuja kuyasema. Sineni kwa sababu yangu tu, wala sineni kwa sababu ninaongea. Anasema bali yote ambayo ninatamka ni yale ambayo Baba ameniagiza ni aseme. Ni yale ambayo Baba ameniagiza nianene. Jana ambayo Baba alimwagiza Kristo anene ni yapi? Nikuamba, ya sana, manadamu, ya ni kwamba yalikuwa ni mema sana ndani ya maisha ya mwanadamu na yalikuwa ni ya muhimu sana ndani ya maisha ya mwanadamu. Kristo Yesu akaanza kusema habari ya toba na habari ya msamaha na habari ya sanctification katika soa mwanadamu. Haleluya! Na ndio kitu ambacho kimetufanya tuje mahali hapa na tuje kuongea hizi habari, tuje kusema, maana kila mwanadamu anamhitaji Mungu ndani ya maisha yake. Sasa baatimbaya wakati unafanya harakati za kumsogelea Mungu na ibilisi anafanya harakati za wewe kukublock usipate kumsogelea Mungu kwa uzuri. Sasa watu wote wanawaza jambo jema, wanaenda msikitini, makanisani, kwenye sinagogi, kila sehemu. Hizo ni struggle za mwanadamu, namna gani anaweza akamsogelea kwa Mungu. Kwa hiyo usije ukapuza hustling za mwanadamu kumtafuta Mungu, kwenda kwenye nyumba ya ibada na kwenda katika sehemu zozote ambazo natakiwa mwanadamu akabudu. Sasa hizo ni jitihada na process za mwanadamu kumsogelea Mungu kwa uzuri. Sasa bahati mbaya zaidi inakuja ni kwamba Tunaweza kuingia kwenye nyumba ya ibada tukaabudu fresh, lakini kimbembe kinakuja Kariako tukitoka kwa nyumba ya ibada. Tukiwa ndani ya nyumba ya ibada ni watakatifu kinoma. Sasa tunapokuja Kariako ndo mungu anaanza kukuhesabia, maana kwenye nyumba ya ibada kila mtu sikondoo, unaweza ukampiga hata buti ukamkungua mtumishi akakuangalia tu akasema mungu atakurehemu, akazidi kusali hapo e, ndipo utajua kwamba Mungu yumo au Mungu hayumo. <laughs> Unaweza kamzurumu mtu kwenye nyumba ya ibada akakukaushia akasema basi, Mungu atakurehemu. Sasa mzurumu aanafanya biashara katiyakoo, ndio utajua zile kauli ambazo zisemwa kwenye nyumba ya ibada ndio hizi, au huyu ni mwingine tena. Sasa kila kitu Mungu anajua kwamba mwanadamu anajitahidi namna gani kumsogelea Mungu Uh, sasa kila mtu anafanya strago zake namna gani kumsogelea Mungu. Kuna madini mingi ambayo imeanzishwa duniani na ni sawa kabisa kuwa na dini, lakini sasa unatakiwa ukiwa na dini upate kuelewa ufahamu zaidi kwamba utamsogeleaje Mungu kwa uzuri na kuongea naye. Huwa naambia watu Mungu sio sanamu la posta lile ambayo limeshika mbunduki, jua inapiga, mvua inanyesha, aliongea baba, limetulia tu, limekula hali zote Sio shehe, kama ni maimamu, kama ni paroko, mwinjilisti au mtumishi. Dhambi haiangalii hivyo. Ndio maana unaweza kuta kuna mashehe wanamoka sigara, kuna watumishi wamefunua guest wa kidini. Umeona? Dhambi haiangalii kama ni ustadhi, unakuta kuna ustadhi anabua goro, utakuta kuna mchungaji kaiba sadaka. Yaani mambo ni hatari. Ina maana dhambi haiangalii uzuri wa cheo wala cheo kikubwa alicho nacho. Yesu alipokuja duniani na kwanza kuhubiri hiyo Injili, aliyakuta watu ambao wana cheo kikubwa katika elimu ya kidini, wanaitwa Mafarisayo na waandishi. Lakini wale watu walikuwa ni wanafiki kinoma yani. Watu walikuwa wanaosha kikombe kwa nje ndani wanakiacha ni kichafu. Na maana gani? Wakiwa ndani ya ibada ni watakatifu so honest. Lakini wakiwa kari yako ni wachafu sana. Yesu akasema ni watu ambao wamevaa ngozi ya kondoo na huko ndani ni mbwa mwitu. Ni watu ambao wanabebesha mizigo watu na huko wao wanashinda kubeba ile mzigo. Yaani ni watu ambao wanaabudu na wanahubiri wanasema fuata maneno yangu na usifuate matendo yangu. Eh, wapo wa hivyo. Anakuambia fuata maneno yangu tusifuate matendo yangu. Kwa hivi rafiki yangu, tunapomhubiri Yesu Kristo tunahubiri habari za uzima na habari za toba ndani ya maisha mwanadamu, naendelea nadhami ndani ya maisha yako, na tunapomhubiri Yesu atuhubiri habari ya, ya dini fulani wana dhehebu fulani, kwa sababu Yesu Kristo hana dini, hana dhehebu, wana Yesu Kristo hana sinagogi wala hekalu bali Kristo ni wokovu wa mwanadamu ndani ya maisha yake. Na maana Kristo alipoanza kuja, aliwapimbu watu, aliwaponya watu. Nimeanza kusema mwanamke mmoja aliyetoka na damu ya miaka kumi na miwili haya, yeah? Magonjwa anao wanawake ndo wanapata, mwanaume hawezi kujua station, kwa alitoka na damu kwa miaka kumi na miwili, period season yake ikati. Jambo la ajabu, alitengwa kwenye mji kwa sababu alikuwa shanga kutoa harufu. Sasa Biblia inasema wazi ni kwamba mwanamke akajaribu kutafuta kila sehemu apate matibabu, lakini akagonga mwamba, akatumia kaenda kwa waganga, wapi, kaenda kwa matabibu, wapi, bado ugonjwa wake ikabidi kusimama vile vile. Siku moja Bwana akasikia Yesu anakatiza mitaa kama ninavyohubiri hapa sokoni, yeah. kipindi Yesu anahubiri, watu wengi wamemzonga halaiki, ya watu Biblia inasema yule mwanamke akajaribu kutafuta upenyo ajipenyeze ajipenyeze, maana mana anasema aliazimia ndani mwake, akasema, nitakapoenda nitakamata upindo wa kanzu ya Yesu tu nitapona. Biblia inasema Yesu, yule mwanamke akawapangua watu, watu wengi wamemzonga Yesu, akanyemelea, akanyemelea, akanyemelea, akanyemelea, akanyemelea, akachongea, akajongea, akajongea, akajongea, bwana akamata upindo wa kanzu, kama stazi wangu ya repita upindo wa kanzu yake. Aliposhika upindo wa kanzu, maandiko yanasema akapona pale pale na alipomaliza kupona pale pale, Yesu Kristo akastopisha msafara, akasema ni nani alionigusa? Kina Petro, Andrea, wanafunzi wa Yesu akamwambia Yesu, walio kuzonga ni wengi, unawezaje kusema nani aliokugusa? Ndipo Yesu akasema, nguvu zilinitoka ndani yangu, nguvu zilinitoka ndani yangu. Kipindi anaongea yule mwanamke akajitokeza, akasema, Bwana, ni mimi nimekugusa. Akamwambia, pokea ponyaji kulingana na imani yako, bwana. Yule mwanamke akapona. Sasa ukiangalia sosi ambazo kinifanya mwanamke apone mwanamke alikuwa na imani cha kwanza. Afu cha pili alisadiki na akaamini kwamba akimsogelea Yesu anapata uponyaji. Sasa ndio maana tunasema tendo la msamaha na tendo la toba linaambatana na tendo la nini la imani. Basi, imani ni kuwa na hakika mambo yatarajiwa ni bana mambo asionekana. Imani ni kuwa na hakika mambo yatarajiwa ni bana mambo asionekana. Kitabu cha Warumi 10:13 maandiko yanasema imani ni kuwa imani chanzo chake ni kusikia na kusikia hoja kwa neno la Kristo. Hii ina maana gani? Yule mwanamke aliposikia habari za Yesu imani ikajengeka. Na baada maandikujengeka akasema, ni akamata upindo wa kanzu ya Yesu. Na alivyokamata upindo wa kanzu ya Yesu, kwa sababu Yesu akuwa mtu wa kawaida, alivyokamata upindo wa kanzu pale pale akapona. Na Yesu akuishia hapo kuponya kwa desturi ya mavazi, alikuenda Kapernaum, Bethsaida, maandiko anasema akakutana na jamii ya watu wengi ambao alikuwa ni wagonjwa wengi, nao akakamata mavazi yako akapona. Sasa kwa Waebrania kumi na tatu mstari wake wa nane Biblia inasema hivi, Yesu Kristo ni yule yule Bwana, yani jana leo na hata milele. Yani Yesu anamuongelea hapa hajachujwa, unajua ni yeye yule yule jana leo na hata milele, akipona anaponya, akiokoa anaokoa. Move nyuma kidogo hapo amekaa karibu na mchicha, move nyuma kidogo hapo kwenye mifuko aliposimama hapo, mwanangu faida basi kwenye mifuko, eh Yesu Kristo, maandiko yanasema Yesu Kristo ni yeye yule yule jana leo na hata milele. Alipotenda zamani Kristo anatenda hata sasa. Alipoponya zamani Yesu anaponya hata sasa. Alipotibu zamani watu Yesu anatibu hata sasa. Huwa anafanya eh, kazi, huwa anaenda kuhubiri kwenye shuleni huko. Ministry, school ministry. Huwa nikifika kule nakutana na watoto wadogo wamepagana na mapepo na mashetani na maruani, wana roho chafu za ibilisi zimewakamata. Sasa shetani, angalia udogo wa, wa mtu alivyo, akipata nafasi tu anatawala ndani ya maisha ya mwanadamu. Asoanafai nakutana na kesi nyingi za watoto kule, shetani amealibu maisha yao, shetani ametopanya. Maana shetani ana huruma, ibilisi ana huruma ndani ya maisha ya mwanadamu. Kristo. Yeye mwanamke kamata upindo wa vazi la Yesu akapona, na tunapohubiri Yesu Kristo, ndio tunahubiri nguvu ambayo inaweza kumsaidia mwanadamu kumtoa katika ubaya na kumleta katika neema na pendo lake Mwenyezi si Mungu. Na hii ndio kwa sababu Kristo akata nahubiri, alikuwa anaambia haya maneno, nasema ni yale ambayo Baba ameniagiza. Ni ndani ya Yesu kulikuwa kuna upendo wa Mungu Mwenyezi mwenyewe. Ndio maana Yesu akasema, wewe ambao unayapinga maneno yangu mpendi Mungu. Yaani ukimpinga Yesu hauna Mungu, kwa sababu yote ambayo Yesu ananena, ni yale ambayo Mungu amemwagiza. Na Yesu anasemaje ye, Hakuna hata mwanadamu mmoja ambaye shawahi kwenda juu miguni, hayupo. Wote tumezaliwa hapa duniani, mi, wewe na baba. Mi babayangu anaitwa Medison, jina langu mi naitwa Madison. Naona baba yako mingine anaitwa Sumani Kabegere, jina babake babaake Kabegere mengine Chimani. Hivyo sasa, kila mtu hapa na ubini wa babake lakini Yesu Kristo hakuwa na baba, ina maana hakuwa mwanadamu kawaida. Ndio maana Kristo hakuwa na uwezo wa kuishinda dhambi. Adamu wa pili, kopi ya pili, Adamu Yesu alipokuja duniani, ndani yake alikuwa na utoshelevu na nguvu ya kuishinda dhambi, na kuishia hapo tu Yesu anasema, yeyote atakayenikiri na yeyote atakayeniamini ile nguvu mboni nayo haya, hilo nisaidia kushinda dhambi. Yeyote atakayeniamini kijana, atapokea uponyaji na nguvu ya kushinda matukano. Nikakutana mwanangu mmoja Mchikichini anaitwa Spaki. Aliteseka sana madawa kulevya amekunywa mesadoni zikadunda, ameenda soba akakimbia, akafuta raibu wote wa vilevi vyote eh, na najua na aso yake kutoka kuingia kutoka baba

Jumapili iliyofuata no nikampigisha pamba fresh safi akangata vizuri tukaingia naye kanisani. Alipofika kanisani akamwabudu Mungu. Alipotoka kanambia Medie: sikujua kwamba kanisani ni sehemu safi, sehemu bomba hivi. Kamwambia eh, hey, huo ndio uzuri wa kanisani. Kwa kanisani hakufundishi ukarewe, kanisani hakufundishi uzini, kanisani hakufundishi ukabeti bwana. Kanisani hawafundishi we maraya, kanisani hawafundishi uibe. Kanisani hawafundishi wafundishi usitukane, kanisani hawafundishi usiwe mchawi. Hivyo vyote ni vitu ambavyo kanisa inapinga.

Bada kumwombea madada ya Aisha ndani ya yaka, mimi ninachokuambia hadi leo hii anafanya kazi Ramada Hoteli. Ramada Hoteli iko mbele ya shule ya Karume. Iko mbele ya shule ya Ilala Boma. Ramada Hoteli iko mbele ya shule ya Karume, Ilala Boma. Ukitoka pale kwa mkuu wa mkoa, mbele kuna shule. Sasa mle ndani Spaki anafanya kazi hadi leo. Unaweza kuona kama story ya Kiindi hivi, kama movie ya Kiindi lakini ni wa hisia. Sipaki ikaacha madawa na Yesu ukamsaidia. Uwezi kiacha dhambi kwa nguvu zako. Ndio maana unaweza kuwa na misafu ukashindwa kuacha dhambi, unaweza ukameza Biblia ukashindwa kuacha dhambi. Unahitaji nguvu ya Mungu ndani yako, na hii ndio ambao watu wengi tumepungukiwa. Mitaka yako sasa, tunaipataje nguvu ya Mungu? Yesu Kristo alipokuja duniani, anawaambia wanafunzi katika kitabu cha Luka 10:19 Anasema tazama, ni wapa mamlaka, mamlaka ukanyaga nyoka na inge na nguvu zote adui, wala pana nguvu yeyote wazuri wazuri. Ina maana gani? Ukishampokea Yesu Kristo unapata nguvu na uwezo timilifu wa kutawala katika dunia hii. Dunia ina mifumo ya tofauti kabisa. Dunia hii ina mifumo ya tofauti ambayo pasipokuwa na nguvu za Mungu kuishinda na kuwa ni kazi. Dhambi ni tamu kwa naifanya, lakini baadaye ni chungu kuliko kapak, pakanga, ni chungu kuliko shubiri na na tamu, lakini baadaye madhara makubwa g ndio hivyo, ataingia mtaani asifunzwe na mamae ulimwenguni, akija huku akiiba tu ni kumkongoto. Ndio fundisho wanadamu. Sasa Tunatengeneza kizazi ambacho sometimes dhambi inaleta sana nyingi ndani ya maisha yako. Sasa rafiki zangu kasi ameno hai. Tunapohubiri injili ni tunahubiri nguvu ya Mungu ndani ya maisha ya mwanadamu. Ukimwamini leo Yesu Kristo atakupa utoshelevu na atakupa pendo la Mungu ndani ya maisha yako. Amini upate uzima. Amini upate ndani na dhambi ndani ya maisha yako. Very simple sana. Yesu yuko mahali hapa na Yesu anatawala katika hili soko. Utakapoamini tu atakupa utoshelevu na utimilifu ndani ya maisha yako. Kinachotakiwa ni wote tupate kuirisi pepo. Kinachotokea ni wote tupate kuingia mbinguni, yani asipatikana hata mtu mmoja asipata shingo tu, kuona kwa yote anaweza Unajua kitu kingine kinachotuponza wanadamu, ukiwa na elfu ishirini, thelathini, mfukoni arobaini. Ukiwa na bilioni moja unanyanyua mabega juu. Unasahau kwa kuna Mungu bwana, na unasahau kwa fedha utazikwa nazo. Ila uzima milele ni kitu muhimu ndani ya maisha yako. Kwa hiyo kisha mpokee Yesu Kristo na kuwa na uthibitisho, after death no punishment for you. Yaani baada ya kifo hamna adhabu ya hukumu juu yako. Na siku ya parapanda itakapolia, e bwana, tutamlaki Yesu Kristo juu mbinguni. Isa bin Maryamu ndio ishara ya kiyama. Eh, pasipo kurudi yeye, kiyama hakuna. Tutamlaki jumba mwinguni, wote ambao wamemkiri na wote ambao wamemsadiki Yesu Kristo wa Nazareti. E Bwana, Yesu anakupenda sana. Hizi habari ni tamu kama sega na asali kwenye kinywa cha mwanadamu. Hii ni habari njiri, habari ya toba, habari ya ndoto na dhambi ndani ya maisha yako. Usife katika dhambi. Yesu Kristo nakupenda sana na Mungu mwenyezi anakupenda sana. Anachohitaji ni uifikirie njia ya kweli ambayo itakusaidia kukutoa katika sehemu mbaya na kukuleta katika sehemu yenye nuru na sehemu yenye upendo. Bwana anayekuambia ni kijana mdogo sana. Lakini na namjua Mungu nampenda Yesu Kristo, natamba naye mpaka atakapoitwa babu, na nimeziona faida kibao za kuwa na Yesu Kristo. Faida zipo nyingi sana, zingine hata zielezeki. Faida za kuwa na Yesu ni nyingi. Kwanza nalinda biashara yako bwana, hakuna uchawi wala uganga. Unajua sometimes unarogwa kwa sababu Yesu hauna afu. Eh, Yesu hauna na uchawi, hauna unasema uchawi uende kwa mentari, wewe subiri, utawafanyia kazi hapa watu kari yako. Sasa iko hivi, biashara yako ipate kwenda salama, inahitaji nguvu ya Mungu ili Mungu apate kulinda business yako, biashara yako, familia yako. Tunalindwaje? maandiko nasema, je, sisi tunalindwa na nguvu za Mungu? Sisi tunalindwa na nguvu za Mungu kwa utakapo muamini Yesu Kristo, nguvu ya Mungu itakurinda ndani ya maisha yako, wakati unauza, wakati unanunua. Uwepo wa Bwana utazunguka ndani ya maisha yako. God bless you, mwana wakati mwema enige, enige, Yesu anakupenda, amini hupata uzima, amini hupata ndo la dhambi. God bless you. Thank you. Wakati mzuri utatakomba.